Pia serikali ya William Ruto, tunashukuru sana kama mama wa Bungoma kwa sababu tumepata nominated senator Koni wa Kwabubi and yeah. E, tumefurahi sana sana sana hata tunapongojea mambo ya kotini ishe, tunajua hiyo ni wakati tu utapita, na tutapata kumapisha Madam Koni Wakwabubi kama seneta wetu kutoka pale Kimilili. Na tukiendelea hivyo, UDA yote katika Bungoma itakuwa katika serikali na watahisi vizuri kwa pamoja. Sisi tunashukuru sana President wetu kwanza kwa kutupatia uh, nominated senator mama Koni Wakwabubi tumefurahi. Sisi kama wamama tumepata nguvu mpya na tutaendelea kutembea na yeye, tunashikilia president mkono na tunakuhakikishia uh, ya kwamba tutaendelea kusimama na wewe na chama tunakikuza. Kitu ningependa tu ni si, eh, our elected leaders kutoka Bungoma kutoka kwa chama yetu ya UDA, tunataka wakuwe very supportive kwa mambo zetu za chama, kwa sababu wakati kama huu wenye tuko na space ya nomination and we have our own candidate Eh, akiwa hapo ndani. Kwa nini Wakwabubi we want to see them spearheading for this seat? Tunataka tuwaone wao mbele na rais wakiongea, kwa sababu tunataka hii kiti, we want them to work on this. We want them to support our candidature. We want them to support our seat for, eh, for this. Sana tunaongelea upande wa vijana ambao wanatumika upande wa ambazo kura zinakuja. Tunaomba ya kuwa vijana wasitumike, sababu kwa siku wanapewa shilingi hamsini kupoteza maisha yao kwa uongozi ambao haufai. Tafadhali tunakashifu wale ambao wanatumia vijana wakati wa machafuko ya siasa. Siasa inapopita vijana wanasahulika. Hivyo boda boda wanatumika, wanakimbia usiku na mchana kutafuta uongozi, lakini uongozi unapopatikana ule kiongozi anasahau ule mwananchi wa kawaida ambaye ni boda boda. Tunaomba bodaboda haca iwe mara ya mwisho. Jiunge kwa makundi muweze kusaidika na serikali ambapo ipo musitumiki na wale ambao wako nje ya, ya, ya serikali. Kwa hivyo nataka kusema tu kwamba kuna viongozi kutoka tapaka mbalimbali wametoka kule kwa kaunti, wamekuja Webuye East ili ku make initiative kwa mambo ya kubrandi chama chetu cha UDA na pia tumeweza kusaidika sana kwa nafasi ya kuweza kui market, ili kaweze kuimarika. UDA kazi ni kazi, UDA kazi ni kazi. Hata kupitia kwa mheshimiwa wetu Shila ameweza kutuembawa siku ya leo kama wamama tunaenda kujiunga katika makundi.